Gata zote, gata zote ziwe zinatoa maji masaa ishirini na ngapi? Na nne. Isitokee mteja anaenda sehemu kuchukua maji anakuta hakuna mtu wa nini, mtu wa huduma. Mmenielewa ndugu zanguni? Nikisikia wananchi wanalalamika kwamba hakuna mtu wa huduma kwenye gata, tutagombana. Kwa hiyo hata kama iweje, mtu kama ana shida, badilisheni mtu mwingine akae pale. Mtu anaumwa, atoe taarifa kwa bosi wake, bosi atafute mtu mwingine akakae kwenye nini, kwenye gata, watu wasikose nini, maji. Lakini pia mtatunza miundo mbinu ambayo inatuletea sisi nini, maji. Ikiharibika hiyo miundo mbinu, tunarudi kwenye ile hali yetu ya kawaida. Mheshimiwa Rais Mama Samia ameamua kutekeleza na watu wote ambao wako vijijini wanapata maji safi kutoka ziwa Victoria. Ofisi ya mkuu wa wilaya italipia watu wangapi? Saba. ni miaka sabini kwenda mpaka ngapi? Themanini. Ni wazee hawana uwezo mkubwa sana, lakini serikali iko mikononi mwao na ni lazima wapate nini, maji, wafungue maji wakiwa wapi manyumbani kwao. Sawa. Mpaka sasa ujenzi wa mradi huu umeshakamilika asilimia mia moja. Kazi zilizotekelezwa ni uchimbaji wa, na ulazaji wa mabomba yenye urefu wa mita kilomita 80.258, uwekaji wa alama za, za za bomba na ujenzi wa vituo thelathini na moja vya kuchotea maji na vyenyewe vimekamilika asilimia mia moja. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, thamani ya kazi zilizotekelezwa ni zenye thamani ya bilioni mbili laki nne arobaini na nane mia saba na saba na mia tisa kumi na sita. Kiasi cha fedha kilichopokelewa ni bilioni mbili bilioni mia nne arobaini na nane mia saba na saba mia tisa kumi na sita, na kiasi kilichotumika ni bilioni mbili laki nne arobaini na nane mia saba sabini na saba mia tisa kumi na sita. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, chanzo cha mradi huu, chanzo cha maji mradi huu ni bomba la kubwa linalotoka Mwanza kwenda Tabora, maji kutoka ziwa Victoria ambayo ndio umetumia kama chanzo cha maji kwa ajili ya kuhudumia hivi, hivi vijiji vinne. Maji tulikuwa tunayatolea mbali, kwa sasa hivi maji tunayapata kwa karibu ndoo imekuwa unafuu wetu, kwa, tunateseka sana sisi wakina mama, tunaamka kuanzia saa kumi, tunapata maji kuanzia saa nne, saa tano ndo unafika nyumbani. Sasa hivi ndo tunapata unafuu wetu, maji tumeyapata karibu.